angia kusaliwa kwangu sijafika, lakini kwa ajili ya Yesu nimefika. <coughs> Ah, holiness hii sio ngeni kwangu. Nimeokoka holiness themanini na mbili, nimeokoka nao mpaka na sasa niko katika maeneo haya, walikuwa wanasema kwamba ni mbali, ni mbali, lakini leo nimeona ni karibu. Ninawashukuru, nina mke, nina watoto wanne na wajukuu kumi na tano na vijukuu watatu. Kwa hiyo ninamshukuru Mungu chakaa ni kijana. Oh, yeah. Karibuni Dodoma jamani. Oh, yeah. Mungu anatubariki oh, yeah. Wako wengi Dodoma yeah. Na wengine ndio hawa nakuja, yeah. yeah. Bwana Yesu, oh, yeah. sana. Yeah. Yeah. Yeah. katika jina

Mshangilie Bwana kwa makofi ah, jamani, sisi hatujakitambulisha majina, naona e, kwa pra... wachungaji wanatujua wa majina, ila mkutano bado wabadwa... mtatujua mimi naitwa Mchungaji Jonsoni Danford Kiroya, mkagulu aliyekaguliwa na Yesu. Amina, amina. Mimi jina langu naitwa Jonas Mlimba, mtumishi wa Mungu, shemas wa mali pale Chiwe. Amina, amina. Hebu tuongeze makofi sasa kwa Yesu. Tunakushukuru makamu askofu, tunakushukuru katibu, tunakushukuru waziri wetu, tunakushukuru wajumbe wa bodi wote, tunashukuru Amen. Wachungaji sasa wote tunawashukuru sasa. Mimi nimesimama hapa sio kwamba na, najua kufanya jambo au najua kuhubiri najua kuongea, hapana, sio namna hiyo. Mimi ni mwenzenu tu, lakini roho wa Mungu roho wa Mungu, Roho Mtakatifu aliyemtumia Petro anatumia kila chombo ambacho Mungu amekiandaa kwa ajili ya wakati huo. Sasa wakati huu nimesimama, sema amina, na namtegemea yeye. Asante sana kweli, ni kila nikirudi nyumbani nakuta mabadiliko mazuri, si kanisani si nyumbani, yaani kuna mabadiliko tu mradi nikitoka huku yani kienda kule hivi zile mazabahu kumbe zina Mungu. Lakini jambo miaka iliyopita, nakumbuka Mungu aliongea na mimi kupitia maandiko haya matakatifu kwenye kitabu cha matendo ya mitume. Sisome hicho ile, nashuhudia ile sura ya saba na mstari wa saba. Usiku ulikuwa usiku wa manane. Sasa tuko kwenye dini hizo wakati huo, dini ya kwetu yaani hii ilikuwa ime imeinguliwa ikaja dini nyingine, imepakwa rangi, akasema kwamba hii ndiyo yenyewe, lakini Mungu hawatupi watu wake. Sasa usiku huo Bwana akanionyesha, akazungumza kwa habari za neno la Mungu kuhusu Waisraeli Israeli, anasema na lile taifa watakaowafanya watumwa nitawahukumu mimi, alisema Mungu, yani hapo na nukuu, baada ya hayo watatoka nao wataniabudu mahali hapa. Nikaamka, si ulikuwa na usingizi, lakini mtu alikuwa anaongea na, na mimi sasa. Nikasema, mahali hapa ninaabudu wapi? Nikaanza kutafuta, nikaanza kutafuta, baadaye nikaona wanaambia, ah, wewe sasa unaenda Manyala. Nilikuwa bado kijana tu, watoto walikuwa na wawili wakati ule unaenda Manyara kuhubiri. Jamani, sasa mimi naanza kujishikashika, najitazama tazama na kimwili changu chembamba, na hali tu naenda kwenye mkoa hilo, nikaogopa. Nikasema labda ndio huko ambako atasema ataniabudu mali hapo. Kumbe ilikuwa sio. Nikaenda kule nikakutana na vya kukutana, lakini yule Mungu ambaye alisema na mimi bado ali, alionekana akanipigania wa serikali ya huko ikasimama, wewe kijana, unakuja unakuja kwa mamlaka gani? Leta kibali. Sasa mimi nienda kishamba kishamba tu, wala sikuwa hata na kibali cha uchungaji. Nimeenda askofu, wakati naomba, wewe naenda tu, vibali vinakuja, nenda tu, na mimi nikakubali. Nilisema mtumishi wangu, kwa sababu yani yeye, nikakutana na mkuu wa wilaya akasema, hakuna, wewe unakujaje huku bila kibali? Tutakufunga. Nasema nifungeni, lakini mimi ni mchungaji, nimekuja kuhubiri na ninyi mnazuia neno la Mungu, alafu nitahubiri ukinifunga nitatoka. Amen. Sema amini. Ujasiri ule kwa ajabu siku hiyo. Yule mkuu wa wilaya akanitazama, akatikisa kichwa alikuwa kubwa kidogo na nywele zake kubwa kubwa, halafu mwili umejaa anafanya fanya, fanya hivi. Ana jina lini kwenye kiti? Gogo nataka uje sema hapana Yesu yupo. Sema amini. Ah, baadaye Bwana akanivusha. Nikarudi, sema nilipata ushindi kule, huku hawaniwezi walipozima wala wakainuka, wachawi yaani wanaloga usiku na mchana. Nikasema nyie, logeni siku nyingine. Nasema jamani, nyie ni wachache, Fanyo ni wachache, hata mkiwa mia kwangu ni wachache Amen. Alafu kijiji chenu hiki hakina hakifikii watu milioni moja hakifikii laki tatu, ninyi ni wachache, hata mkiwa wachawi wote hamniwezi mimi, nina Yesu Nikawathibitishia huu kweli. Kijana akatoka wapi? Mzee mmoja akaja na macho mekundu na kondoo tisa, amekuja. Ma macho we kijana, unakuja kuja hapa waoni wazee wa nchi, alafu unakuja hapa we. Ametoka metoka mbinguni, wakati me kuwachanjia tu hivi, upenda hivi niji kwa nijiwa hapa

Kule kwetu imesifika kwamba Mbeya kuna wachawi, ndivyo kule wanavyosema. Alafu cha ajabu Mbeya huku, huko anaposema kuna wachawi, ndipo Ahubi Niku... Jamani, Mbeya hakuna wachawi Ahubi. kama wapo, uchawi umeoza, lazima watu wa Mbeya waokoke. Sema amina. Sasa na mambo marefu, lakini ngoja nikatishe katishe Mwaka huu mwezi wa nane nikampigia nikampigia simu askofu kwamba mimi naondoka takatifu, naona kama nimwambie kwamba naenda kukagua familia huko Zanzibar. Sasa unapokwenda, tunaenda na kifushi kabibia kangu hako kadogo, unapiga kadogo fulani, nikaona hiki na kibeba vizuri tu kwenye bei, maana ikiwa kubwa haiwezi. Nikaona nikibebe kile, nikaenda kule, ni nchi ya dini ile nyingine, wale hawataki utajetaje sana Yesu, lakini mimi nikawa namtaja. Kwa sababu mimi namtaja. Eh, wewe ni sabii Mkristo. Na Mkristo, eh, ah, sawa Mkristo. Hii sabii sema, ah Yesu Kristo. Amen. Sema amina. Amen. <laughs> Hey, Niko kwenye nchi za watu. Halafu Alafu nazungumza naye, ni mkuu wa majeshi. Jamani, yeah. Yesu anatufanya fanya. Ni mkuu wa majeshi. <inaudible> Katuro na rais wa wa kule Hussein Mwinyi. Halafu mkuu wa majeshi ananiuliza habari za Yesu, nami nakanyaga zenyewe tu. Jina la bwana libarikiwe. Hatuwezi kuogopa, lazima tuhubiri. Namshukuru Askofu kwamba hata kule ataenda kweli, eh tena asipande boti, apande ndege, apande ndege. Sisi wadogo wake ndio tulipanda boti ila niliogopa, lakini pamoja na uchungaji, maana maji sija- sijatembea kwenye maji hata siku moja. Sasa mwezi wa nane mimi na mama, yaani na mke wangu, tunaingia kwenye ripoti hiyo, kuingia ndani kama basi, lakini ukiangalia maji ile, moyo nake una nikasema, lakini mbona wanatembea, hata jana walitembea, wakuna nini? Sasa na sisi tutaenda tu. Sisi kama ni nani sisingetengeneza jani. Moja na alienda wakaruka. Sisi tutaenda tutaruka. Mtonga zamvita nitafumba zamafumbua macho. Sioni bahari ni kubwa sana tafu aise wewe fumbua tu. Sasa kaenda na fumbua kidogo anafumba macho. Mimi na kodoa macho naangalia tu. Mawimbi yanakuja yanafanya fanya vingine vingine. Nasema ah, mna kitu sisi tunaenda tu. Tukaenda huko Zanzibar bahati nzuri. Sema amina. Amen. Bwana kanipatia watu watatu. Sasa kwa sababu nilikuwa kanisa la kwetu halipo, nikaenda kwa kanisa la TAG, nao sio Pentekoste kama yule mchungaji. Hawa watoto wangu wamempokea Yesu, naomba walinde mpaka siku takapokuja, ukiweza kuwabatiza wabatize, ukishindwa atakuja kubatiza mwenyewe. Na akakubali sema samaona, shukuru sana. Alifurahi, alipenda niabudi, niagudiage kwake kila kila Jumapili. Jamani, madhabao hii zinatoa vituli vinatoa vituli vipya. We unaweza kaona kawaida, mtu wa Nyala na mtu wa Mbea, unaweza kuona kama kawaida. Jamani, sio kawaida, sio mambo kawaida haya. Ukisikia kuna Mungu, Mungu yupo kweli. Ukisikia kuna utakatifu, takatifu upo kweli. Ukisikia kuna kanisa la Mungu lililojitenga na dunia lipo kweli. Ukifanya mchezo ni wewe, lakini watu waliyeamua wapo kweli. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa yes, yes. Nisiwachoshe kwa ushuhuda wangu, twende kwenye neno la Mungu. Yes. Jamani, mbarikiwe sana na Yesu.